Karibu katika Hili na Lile kutoka hifadhi za taifa Tanzania. Tumeanza maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake. Wanawake wa hifadhi za taifa Tanzania wanaungana na wanawake wengine duniani kuadhimisha siku hii maalum kwa ajili yao. Na sisi kutoka Hili na Lile la hifadhi za taifa Tanzania tuna hapa na pale tunagusa kuhusu mchango wa wanawake katika maendeleo ya shirika hili kubwa na linalotegemewa nchini, shirika la hifadhi za taifa Tanzania. Na kwa kuanza leo tunaye uh, afisa kutoka uh, shirika hili hapa makao makuu ambaye atajitambulisha na tutaendelea na mazungumzo yetu. Mimi ni afisa uhifadhi mkuu Catherine Mbena kutoka kitengo cha mawasiliano TANAPA makao makuu. Karibu sana katika Hili na Lile la hifadhi za taifa Tanzania. Asante sana na nitaumba, kwa kwanza nitaomba ujitambulishe kwa watazamaji, wewe ni nani? Majina yangu ni afisa uhifadhi mkuu Cecilia Remigi Mtanga, ambaye ninafanya kazi katika sehemu ya rasilimali watu katika hifadhi za taifa makao makuu. Nafurahi kuwa na wewe hapa, na kwa kwanza tunataka tujue majukumu ya kitengo cha rasilimali watu ni yapi. Majukumu ya kitengo cha rasilimali watu kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba watumishi walio sahihi wanapatikana kuanzia wanapoingia mpaka watakapokuwa wanaondoka. Nikisema hivyo, ninamaanisha ni kuhakikisha kwamba zoezi zima la kutafuta watumishi ili kutimiza malengo linafanyika kwa kuajili watumishi walio sahihi, wenye sifa sahihi. Lakini pia hata baada ya kuwapata, kuhakikisha pia unawapangia kazi na kuwafundisha yale yote yanayostahili, lakini pia na kuangalia wao wenyewe maendeleo ya zile kada zao yanaendaje, kwa maana ya ngazi toka anapoingia, kutegemeana na utendaji wa kazi, lakini kuwawezesha pia kwenye kujua vitu vipya vinavyoingia kwa mara ya mafunzo na kuenda kuwawezesha kufanya kazi kwa vitendo. Kuna wakati mwingine tunashirikiana hata na taasisi nyingine ili watumishi wetu kuwapeleka kule waweze kujua mambo mengine ya ziada yanayoingia, maana dunia sio haisimami. Kila siku kuna mabadiliko. Lakini pia inapofika kipindi ambacho mtumishi anaondoka, kuhakikisha kwamba kila kitu chake una anachostahili anakipata kwa wakati na kuhakikisha pia ustawi wa, wa watumishi. Nikisema ustawi wa watumishi namaanisha nini? Mazingira yetu tunayofanya kwa mfano yanatoka katika maeneo ya tunaita remote, maeneo ya mbalimbali mbali sana. Katika mazingira kama yale, watumishi wanatakiwa kuwa na afya iliyotulia kupewa huduma zile nje hata ya kazi, huduma zile za, za msingi kwa wakati ili wasiweze kuwa na ch changamoto zinazoweza kuwafanya tusitimize malengo yetu.